Na mpenzi mtazamaji wangu wa runinga ani sana, natumaini umeshinda vyema popote ulipo, ikiwa ni Jumatano ya tarehe 19 mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili ishirini na tano, karibu kwenye Dira ya Jioni ambapo tunakujuza mengi yaliyojiri ndani ya, ya ulimwengu huu. Kwanza tupate yaliyomo. Joho asema uchaguzi wa Magarini utaelekeza siasa za Pwani Serikali ya taifa na zile za kaunti zashirikiana kuimarisha sekta ya afya. Wahudumu wa kutoa misaada kuamua nani wa kumwokoa Sudan. Ungana nami mpenzi mtazamaji, mwanzo hadi mwisho wa habari hizi, langu jina Farida Ali. Na tukianza, ni kwamba waziri wa madini, uvuvi na uchumi samawati Ali Hassan Joho amewataka wakazi wa Magarini kulichukulia kwa umakini unaostahili uchaguzi mdogo ujao, kwani utatoa mwelekeo wa siasa za baadaye za eneo zima la Pwani. Akizungumza katika eneo la Sabaki baada ya mikutano ya kampeni katika maeneo ya Marafa na Chamara, Joho amesema kumchagua Harrison Kombe kutaimarisha nafasi ya kisiasa ya eneo hilo ndani ya chama cha ODM na pia katika mpangilio mpana wa kisiasa. Nataka mufungue bongo muone busara kwa sababu siasa ya kesho upangwa leo. Tumelewana leo? siasa ya kesho upangwa nini? So we want to be able, kuwa katika nafasi ya kuambia wenzetu tumewasaidia miaka nenda miaka rudi mtusaidie sisi. Waziri Joho alikuwa wameandamana na Gavana wa Kilifi Gideon Mungaro, wa bunge Amina Mnyazo Malindi Paul Katano Kaloleni na Mishimboko Walikoni, pamoja na wawakilishi wa kike Gertrude Mbeyu Wakilifi na wenzao wa Kwale na Mombasa, Fatuma Masito na Zamzam Muhammad. Kampeni za chaguzi ndogo zinazopangiwa kuandaliwa katika maeneo mbalimbali nchini Novemba 29 mwaka huu zinaendelea kushika kasi, huku kila chama cha mrengo kikijaribu kujipima nguvu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na kwingineko kwa ni kwamba serikali ya taifa imeshirikiana na zile za kaunti pamoja na washirika wa maendeleo kufanikisha mageuzi katika sekta ya afya kote nchini. Rais William Ruto alisema lengo kuu la serikali ni kuhakikisha kila Mkenya anapata huduma za afya za ubora wa hali ya juu Aliyesema hayo hii leo alipopokea magari ya kuwabeba wagonjwa na vifaa vya matibabu kutoka shirika la afya duniani WHO katika ikulu ya Nairobi. Vifaa hivyo vitapelekwa katika hospitali saba za rufaa pamoja na kituo cha kitaifa cha kukabiliana na dharura katika wizara ya fedha. Rais alisema kaunti hizo zitakazopokea vifaa hivyo ni kaunti za Elgeyo Marakwet, Marsabit, Siaya, Samburu na Tana River. Pia zitapokea magari ya kuwashughulikia wagonjwa ili kupiga jeki afya ya uzazi. Aidha, kiongozi wa taifa alisema kuwa vifaa hivyo vya matibabu vitasaidia kupunguza vifo vya watoto wanaozaliwa na kuboresha utayari wa taifa hili kukabiliana na magonjwa kama vile kipindupindu, mpox na magonjwa mengine hatari kwa afya ya umma na kwingine iko ni kwamba mgogoro unazidi kuchukua sura mpya Sudan, hukuwa hudumu wa kutoa misaada wakilazimika kuchagua nani wa kumwokoa. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umelaani ukatili na kutowajibika kunakoshuhudiwa katika jimbo la Darfur. Mgogoro wa Sudan unaendelea kwa zaidi ya miaka miwili sasa, umegeuka kuwa janga kubwa la kibinadamu, wakati huko Darfur hali ikizidi kwa mbaya. Wahudumu wa misaada wamesema wanalazimika kufanya maamuzi magumu ya kuchagua nani wamwokowe kutokana na uhaba wa rasilimali. Jerome Bertrand, mkuu wa uratibu wa shirika la kimataifa la misaada la Handicap ameeleza kuwa timu za misaada zinatoa kipaumbele kwa watoto, wanawake wajawazito na wanaonyonyesha kwa matumaini kwamba wengine wataweza kustahimili. Mashirika ya misaada yanahangaika kukidhi mahitaji makubwa bila ya kuwepo miundombinu rafiki. Hakuna uwanja wa ndege unaoweza kupokea misaada, barabara nyingi hazipitiki, na njia pekee ya kuingia Darfur kupitia Chad imejaa vikwazo vya kiutawala, gharama kubwa za ufadhili mdogo wa kimataifa. Katika mji wa Tawila ambao sasa unahifadhi zaidi ya watu laki sita elfu hamsini waliokimbia kutoka mji wa El Fasha na kambi ya Zamzam, watu wanaohifadhiwa hapo wamepoteza kila kitu, huku kusitishwa kwa sehemu kwa misaada ya Marekani kumesababisha upotevu wa asilimia sabini ya misaada kwenda Darfur. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natamatisha Dira ya Jioni. Nimekuwa msomaji wako Farida Ali, zidi kutizama runinga ni saa sauti ya wote.